Kwa kuwa rekodi zinawekwa ili zivunjwe, basi wako watu ambao kazi yao kubwa ni kuweza kuvunja rekodi hizo ambazo zinawekwa, lakini wako watu ambao wenyewe kazi yao kubwa ni kuweka rekodi ambazo zitachelewa kuvunjwa na zitachukua muda mrefu sana kuvunjwa. Sasa kuna watu wengi sana ambao wanazungumzwa, ambao wamecheza katika timu nyingi katika miaka yao ya kusakata kabumbu, ambao hivi sasa wachezaji hao wengi sana wameshastaafu na kati ya watu ambao wanazungumzwa sana ni kina Nicolas Anelka. Sasa kuna mchezaji ambaye anaitwa Abreu, huu ni mojawapo kati ya nyota ambao alicheza timu nyingi sana katika enzi zake za usakataji wa kabumbu. Abreu alichezea jumla ya timu 32 katika miaka yake ishirini na sita ya usakataji kabumbu ulimwenguni, huku akiweka rekodi hiyo baada ya kucheza timu nyingi sana, na rekodi hiyo mpaka leo inaendelea kuishi kwa sababu hakuna mchezaji hata mmoja ambaye aliwahi kuifikia amali au kuivunja rekodi hiyo, kwa sababu alipewa majina mengi baada ya kuwa na hama hama sana timu. Kwa sababu kuna kipindi inaweza katokea ndani ya msimu mmoja akacheza hata timu tatu. Na huko kwa nchini Uruguay walimbatiza jina la El Loco, yani the Journeyman, mtu ambaye ni wa safari sana yani, ambaye kazi yake ilikuwa ni kuhama hama sana . Lakini katika nchi nyingine ambazo walipita walikuwa na mwita the madman. Sasa acha nikwambie jinsi ambavyo the madman alikuwa na hama timu hizi, lakini si kwa ubaya wala si kwamba alikuwa na go kibovu alikuwa ni mojawapo kati ya wachezaji ambao walicheza soka kwa muda mrefu sana. Shida ilikuwa tu ni kwamba hakuwahi kupata jina kubwa sana, kwa sababu vilabu ambavyo alivichezea ni vya kawaida, lakini Guinness ilimtambua kama mchezaji ambaye ameweka rekodi ya kucheza timu nyingi. Sasa achana na kizazi cha kina Marcus Bent, Christian Vieri, Andy Cole, Nicolas Sebastien Anelka, Robbie Keane, Peter Crouch, Juninho Paulista na wengine kibao ambao ni wachezaji ambao walicheza kwenye vilabu vingi zaidi, kuna mwamba ambaye ameingia kwenye rekodi ya vitabu vya Guinness baada ya kuchezea jumla ya timu thelathini na mbili katika miaka yake 26 aliyotumia kusakata kabumbu na tabia yake ya kuhamahama timu ilimfanya abatizwe jina la The Journeyman. Japo huko kwao Uruguay wanamtambua kwa jina la El Loco, yani Madman. Jina lake kamili anaitwa Washington Sebastian Abreu Galo mzaliwa wa Oktoba 17 mwaka 1976, Minas huko Uruguay. The Madman alihudumu kwenye nafasi ya ushambuliaji enzi za uchezaji wake wa soka, japo hafahamiki sana kutokana na kuzichezea timu za kawaida. The Madman hivi sasa anahudumu kama kocha katika klabu ya Tijuana ya nchini Mexico. Katika michezo mia saba aliyowahi kucheza alifanikiwa kutupia jumla ya mabao 338 na timu pekee aliyoifungia magoli mengi ni timu ya Cruz Azul ambayo alichezea kwa mkopo mwaka elfu mbili na mbili kuelekea msimu wa mwaka elfu mbili na tatu akicheza jumla ya michezo 39 na kufunga mabao 34. The Madman alianza safari yake ya soka katika klabu ya Defensor msimu wa mwaka 1995 kuelekea msimu wa mwaka 1996 na kucheza michezo 34 akiingia kambani mara 15. Msimu wa mwaka 1996 mpaka mwaka 1998 akaenda kukipiga na San Lorenzo akicheza michezo 43 na kufunga mabao 26. Msimu wa mwaka 1998 mpaka mwaka 2004 alikipiga na Deportivo La Corunya na baada ya hapo maisha yake ya soka yalibadilika na kuanza kutolewa kwa mkopo, kuanzia mwaka 1998 mpaka mwaka 2004 akicheza kwa mkopo katika klabu mbalimbali mbali, kama Gremio, Tecos, San Lorenzo, Nacional, Cruz Azul American na baadaye Tecos tena ambapo alifanikiwa kurudisha kiwango na akasajiliwa tena na timu ya National, kisha baadaye mwaka 2005 mpaka mwaka 2006 akaenda Dorados de Silanoa. Mwaka 2006 akaenda kukipiga na Monterrey, na mwaka 2007 San Luis. Mwaka 2007 akaenda kukipiga na UANL Mwaka huo huo 2008 akaenda kukipiga na klabu ya River Plate kwa mkopo, lakini mwaka huo huo 2008 tena alikipiga na klabu ya Beitae Jerusalem. Mwaka 2008 tena kuelekea mwaka 2009 akakipiga na timu ya River Plate, lakini mwaka 2009 akaenda kukipiga na Real Sociedad, kabla ya msimu huo haujaisha akahama tena akaenda kukichezea klabu ya Aris mpaka mwaka 2010, ambapo mwaka 2010 mwishoni mpaka mwaka 2012 akaenda kuichezea Botafogo, msimu wa mwaka 2012 mwishoni, akaenda kukipiga na timu ya Figueirense. Mwaka 2013 mpaka msimu wa mwaka 2015 akakipiga tena na Nacional, kisha baadaye akapita vilabu kama Rosario Central, Aucas, Sol de America, Santa Tecla, Bangu, Centro Esoanol, Puerto Mont, Audax Italiano Magales Rio Blanco Boston River Athletic MG Sud American Olympia de Minas, na mwaka 2020 alikuwa kocha mchezaji wa Boston River tena. The Madman ameitumikia timu ya taifa ya Uruguay kuanzia mwaka 1996 mpaka mwaka 2012 na kufunga jumla ya mabao 26 katika michezo sabini lakini The Madman au The Journeyman amezichezea jumla ya timu 32 katika mataifa 11 tofauti, na sasa ni kocha mkuu wa timu ya Tijuana. Lakini rekodi yake aliyoiweka bado inaishi kwenye vitabu vya Guinness mpaka leo.